Tumekuwa na mlima Kilimanjaro huko, hapa jirani, watalii wengi wanakuja, lakini kuna wakati fulani watalii walianza kuogopa ogopa, hasa kwenye fujo za Arusha. Arusha walipokuwa wakiandamana kila mara, watalii wakawa wanaenda mo, wakawa wanaenda nchi za jirani. Nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Moshi, jukumu langu kubwa ni kuhakikisha tunalinda maliasili zetu ambazo zitatuletea watalii wa kutosha. Ninafahamu kuna changamoto kubwa ya mapota wanalipwa hela kidogo. Hili nitalisimamia kwa sababu wale mapota wanaoenda mlimani, akishapata pesa ya kutosha, kama ni nyumba atakuja ajenge Moshi kama ni mke au mume atampata Moshi. Kama ni kuanzisha kiduka ataanzisha, na hapo ndipo uchumi unajengeka katika maeneo yetu. Tumepata jembe, tumepata jembe, sisi hemu nambari wani, tumepata jembe, tumepata jembe, tumepata jembe, tumepata jembe. Magufuli kiboko ya.